Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na hali ya ukavu bado unaendelea kutarajiwa katika maeneo yote ya nchi yetu. Na hata hivyo, mifumo ya upepo inawishapua inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika Ziwa Tanganyika Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika Ziwa Victoria pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatajwa kuna mawimbi makubwa kiasi kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika mkoa wa Morogoro. Na hata hivyo kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera pamoja na Kigoma panatarajiwa kuwa na hali ya mwangu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwengu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwengu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya jua vinatarajiwa na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebbecca William, tukutanapo kesho muda, wakati kama huu.